Karibu sana rafiki. Leo nataka kukusimulia kuhusu Suleiman, mfalme mwenye akili. Suleiman ni kijana aliyekuwa mfalme na alimpenda Yehova. Naye Suleiman alifuata shauri zuri la Daudi baba yake. Yehova alipendezwa sana na Suleiman na usiku mmoja akamwambia katika ndoto hivi, "Suleiman, ungependa nikupe nini?" Suleiman akajibu, "Yehova Mungu wangu, mimi ni mchanga sana na sijui kutawala. Basi unipe hekima ya kutawala watu wako vizuri." Yehova alipendezwa mno na ombi la Suleiman, akasema, "Kwa sababu umeomba akili wala si maisha marefu wala mali, nitakupa akili nyingi kuliko watu wote. Lakini nitakupa mali na utukufu pia ingawa hukuomba hivyo." Muda mfupi baadaye, wanawake wawili wakamfikia Suleiman wakiwa na tatizo gumu. Mfalme, mfalme, mwanamke huyu anakaa nami nyumba moja, mmoja wa wale wanawake akaelezea. Nilizaa mtoto wa kiume siku mbili, na baada ya hapo, naye akazaa mtoto wa kiume. Ndipo usiku mmoja mtoto wake akafa, lakini nilipokuwa nimelala akamweka mtoto wake aliyekufa karibu nami, akamchukua mtoto wangu aliye hai. Nilipoamka na kumtazama mtoto aliyekufa, nikamwona si mtoto wangu. Naye yule mwanamke mwingine akasema, hapana, si hivyo mfalme, mtoto aliye hai ndiye wangu na aliyekufa ndiye mtoto wake. Mwanamke wa kwanza akajibu na kusema, si hivyo Mtoto aliyekufa ndiye wako na aliye hai ndiye mtoto wangu. Wanawake hao waligombana kweli kweli. Lo, sasa Suleiman atafanya nini? Akaitisha upanga, naye akasema hivi, mkate mtoto huyu aliye hai vipande viwili, umpe kila mwanamke nusu yake. Hapana mfalme, usifanye hivyo, mama wa kweli akalia, tafadhali usimuue mtoto Mpe yeye. Hapana, mfalme, usifanye hivyo. Mwanamke naye akasema, muue, muue utupe, kila mmoja wetu kipande chake. Mwishowe Suleiman akasema hivi, usimuue mtoto, mpe huyu mwanamke wa kwanza, maana inaonekana yeye ndiye mama wa kweli wa mtoto huyu. Suleiman alijua hivyo kwa sababu mama wa kweli alimpenda mtoto wake sana hata akataka kumpa mwanamke mwenzake lakini mtoto asiuawe. Basi watu waliposikia namna Suleiman alivyotatua tatizo hilo walifurahia kuwa na mfalme hivyo, wakamfurahia sana Suleiman, mfalme mwenye akili. Wakati wa utawala wake Suleiman, Mungu aliwabariki watu kwa kuufanya udongo uzae ngano na shayiri tele Zabibu, tini na vyakula vingi. Watu walivaa mavazi mazuri na kuishi katika nyumba nzuri nzuri. Kila mtu alikuwa na kila kitu kizuri, tena kwa wingi. Suleiman alitawala kwa hekima muda mrefu na watu walimfurahia sana. Lakini Suleiman akaoa wanawake wengi wa nchi nyingi ambazo hazikumwabudu Yehova. mwishowe wake zake wakamgeuza Suleiman. Akaanza kuabudu miungu mingine, akaanza kuwa mkali na watu, wakawa hawana furaha tena. Kwa hivyo Yehova akamkasirikia Suleiman, naye akamwambia hivi, nitakunyang'anya ufalme nimpe mtu mwingine. Yehova akataka kumpa Yeroboamu ufalme, lakini Suleiman aliposikia hivyo akataka kumuua naye Yeroboamu akakimbilia Misri. Muda mfupi Suleiman akafa. Sasa Yeroboamu aliposikia kuwa Suleiman amefariki alirudi Israeli. Kisha Yeroboamu mwanawe Suleiman akafanywa mfalme. Rafiki yangu, ni muhimu sana kwetu sisi kuwa waaminifu siku zote, kila wakati, kila pahali asante. Uwe na wakati mwema.